Ni mtaa wa Ifunda, barabara ya Ifunda Magomeni, jijini Dar es Salaam. Eneo hili linaelezwa lilikuwa maarufu kwa kuwa mwenyeji wa vikao vingi vya kudai uhuru wa Tanganyika. Eneo hili lilikuwa la kipekee kutokana na uwepo wa nyumba Mwalimu Julius Nyerere, ambaye alikuwa kinara katika kufanikisha uhuru wa Tanganyika mwaka 1961. Kutokana na historia ya nyumba hii, taasisi ya hifadhi za taifa Tanzania TANAPA imeipa hadhi nyumba hii na kuwa kivutio cha utalii ili watu waendelee kujifunza na kumjua Mwalimu alikuwa mtu wa aina gani. Vikao vingi vya siri viliweza kufanyika katika nyumba hii, japo mikutano ya hadhara ilikuwa ikifanyika mapipa na kule Nazimoja. Sasa katika nyumba hii tupo kwa ajili ya kuhifadhi, kutunza na kuendeleza kumbukumbu -kumbu za harakati ya za uhuru, lakini kingine tunafanya utalii, kwamba ni sehemu ambapo wanafunzi wanaweza wakaja wakajifunza kumfahamu zaidi Nyerere, lakini kujua taifa lao wa limetoka wapi, lakini watu wengine ambao ni watu wazima wanaweza kuja kujua historia ya nchi yao, lakini kikubwa zaidi ni kwamba Historia ya Nyerere, historia ya Tanganyika inapatikana nyumba kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Lakini inaelezwa kuwa kuna mengi ambayo yanaenziwa ndani ya nyumba hii, ikiwemo misemo mbalimbali ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa akiitumia zaidi enzi za uhai wake. Kikubwa zaidi, tuna uenzi uzalendo kupitia misemo yake aliyosema, ipo tumeiandika tumeibandika alivyokuwa akihamasisha. Lakini kitendo chake cha kuacha kazi ya ualimu ule ulikuwa ni uzalendo, kwa hiyo tunaonyesha watoto kwamba uzalendo katika taifa lako ni kitu cha muhimu, kwa sababu huenda ikawa mwalimu asingefanya uamuzi ule, leo atujui Tanzania ingekuwa Tanzania kweli au bado ingekuwa kule ambako tumetoka, tukitawaliwa katika kila kitu, hatuna uhuru wa kufanya mambo yetu. Ndani ya nyumba hii kuna vitu vingi vya asili ambavyo vilikuwa vinatumiwa na Mwalimu Nyerere na familia yake ikiwemo chumba ambacho Mwalimu Nyerere alikuwa analala na mke wake Mama Maria Nyerere. Wageni mbalimbali wamekuwa wakifika katika nyumba hii kwa ajili ya kufahamu yaliyomo katika kumbukizi zaidi ya Watanzania kuna wageni kutoka Cuba, wanakuja kwenye maeneo haya, wanachama chao kabisa kilichoko hapa, ambao walishatembelea. Lakini kuna wageni kutoka South Africa ambao wanakuja kutembelea, na maeneo mengine ya nchi za mbali ambazo wanajua historia ya Mwalimu Nyerere. Wakiingia hapa wanataka kujua Mwalimu, wengine ambao hawajaona wanataka kujua Mwalimu ukoje yako mengi ya, ya kuyaenzi katika nyumba hii ambayo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliitumia kuishi yeye pamoja na familia yake katika miaka elfu moja mia tisa na hamsini. Na hii ni redio, si redio tu, ni redio ya mbao ambayo mwalimu aliitumia kwa ajili ya kusikiliza taarifa mbalimbali za kitaifa na zile za kimataifa, wakati huo akiendelea na harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika. Tumie Omari, Azam News,